Mpendwa msikilizaji, ikiwa ni mwendelezo katika kipindi cha historia ya liturujia vipindi au ya sala ya kanisa, leo tuko na maswali yanayohusu liturujia ya vipindi. Na swala la kwanza linasema, inasema sala ya kanisa ni nini? Kadiri ya mtaguso wa pili wa Vatikano, konstitusio juu ya liturujia Sacrosanctum Concilium Namba 83 inatuambia ni wimbo unaoimbwa nyakati zote katika kumbi za mbinguni ambao Kristu Yesu aliuanzisha hapa duniani. Na kikawaida tunaweza kusema sala ya kanisa ni sala inayosaliwa kadiri ya vipindi vya siku, yaani asubuhi, mchana, jioni na usiku. Swali la pili, neno Breviary linatokana na nini? Neno Breviare limetokana na neno la Kilatini Breviarium ambalo maana yake mkusanyo mfupi au muhtasari wa sala, na neno yule Breviare ni jina lingine la sala ya kanisa kwa lugha ya Kiingereza na kwa Kilatini Breviarium. Swali la tatu, sala ya kanisa inajulikana kwa jina gani la Kilatini? Sala ya kanisa inajulikana kwa majina mengi ya Kilatini. Kati ya majina hayo yafuatayo: Breviarium, ambapo Kiingereza chake ni Breviary, lakini pia Liturgia Horarum, ambao unaweza kuitafsiri kama Liturgia ya vipindi, lakini pia Officium Divinum, ambayo unaweza kuitafsiri kama huduma ya kimungu.